Jina langu naitwa Ruti Kiando. Ni jambo la kumshukuru Mungu sana kuona siku hii ya leo imepangwa kwa ajili ya kata yetu ya Luwumbu ili tuweze kukumbushana ku, ku, yaliyo mengi kwamba kata yetu ilianza lini mpaka sasa hivi tuna manufaa gani? Ila kwa ujumla hatuoni manufaa yoyote, kwa ujumla hatuoni. Kwa nini, kwa nini? Aa, na mimi nafikiri changamoto inakuwepo kwa sababu kata haijakaa vizuri, haijakaa vizuri ili kutatua matatizo tulio nayo haijakaa vizuri. Itakiwa ikae vizuri ndipo matatizo mengi yanaweza yakawa yaka hayapo, lakini haijakaa vizuri. Unaposema haijakaa vizuri tatizo ni nini? Mazingira. Mazingira yaliyopo mahali hapa ni magumu sana, yaani mazingira yenyewe hayaonyeshi mwelekeo, hayaonyeshi mwitikio wa kuwa pamoja ili tuweze kufanya maendeleo vizuri. Hayaonyeshi. Nini wito wako kwa viongozi? Mm, si, si, si, si, siwezi kujua viongozi wanawaza nini wao wenyewe yeah. Siwezi kujua kwamba wanawaza nini juu ya mm, maendeleo ya kata yetu hii ya Luwumbu, siwezi kujua kwa kweli, siwezi kujua kabisa mawazo yao, siwezi kuyatambua vizuri, lakini macho yao yanaangalia kwamba maendeleo katika kata hii bado ni hafifu sana, lakini siwezi kuelewa kwamba wanawaza nini Ningetamani nini kiboreshe zaidi. Tunaona umeme upo, barabara labda changamoto, lakini zinapitika. Hiyo uh, barabara hazipitiki sasa hivi, usafiri haupo, magari hayapo. Tulikuwa na mwenente, lakini sasa hivi gari hilo halipo. Hasa namna ya kusafiri mtu kutoka huku Luwumbu mpaka kupata mahali ambako kuna usafiri mzuri ni vigumu sana, hasa kwa wanawake walio wazee. Na naitwa Belta Malata ni afisa maendeleo ya jamii kata ya Luwumbu. Siku ya wanawake duniani, kwanza tunakumbuka na kuenzi juhudi za wanawake, hasa kumwenzi mama yetu Samia Suluhu Hassan ambaye ndio kinara wetu sisi wanawake, na ndio maana tulivyotengewa hii siku maalum. Kuelekea siku ya wanawake duniani, inatupa hamasa sisi wanawake kwamba kumbe tunaweza. Kwa hiyo ndio maana siku hii tunaiadhimisha kwa ajili ya kukumbushana na kutiana moyo kwamba sisi wanawake tunaweza. Hivyo tunakumbushana na kuwatia moyo wale viongozi ambao wapo madarakani kwamba wazidi kuwa na nguvu zaidi, wazidi kuwa na moyo zaidi katika kufanya kazi. Na pia Siku hii tunaiadhimisha pia kwa ajili ya kuelimishana masuala mbalimbali mbali, ikiwepo ukatili wa kijinsia hasa kwa wanawake na wa, watoto wa kike, na pia tunakumbushana juu ya haki na usawa kwa wanawake na mambo mengine. Pia tunajifunza juu ya uwezeshaji kwa wanawake hasa kiuchumi, ambapo tumeshaanza na mazoezi mengi tumeanza kuwaelimisha vijana wa kike, wameanza kuwaelimishwa mambo ya ujasiriamali ili na wao wajikwamue kiuchumi. Na labda changamoto gani ambazo wanawake wa Luwumbu wanakabiliana nazo, na nyie kama serikali labda mnafanya nini kuwasaidia hasa kwenye swala zima la kiuchumi? Aa, kiukubwa kwa kata ya Luwumbu tuna changamoto kubwa kwenye usafiri kwa sababu tuna fursa nyingi sana huku Luwumbu tuna ardhi ni nzuri inayokubali mazao ya aina mbalimbali ikiwemo viazi, ngano, nyanya na vitu vingi, nyanya chungu, vitu vingi vinakubali, isipokuwa changamoto kubwa ambayo tunakumbana kama sisi wanawake, wanawake wengi unakuta wanaanza kulima lakini inapokuja changamoto kwenye usafiri, usafiri barabara ni mbovu, kwa hiyo watu wanapata mazao, lakini inakuwa ni changamoto kupeleka kwenye soko la ushindani hivyo uchumi unakuwa bado haukui. Tulikuwa tunatamani barabara zingeboreshwa kwa, kwa, kwa serikali yetu kuu ili wananchi wetu hasa wanawake wanavyojishughulisha na hizi shughuli za kilimo waweze, ku, waweze kusafirisha bidhaa zao kupeleka sokoni. Na pia kingine, wanawake wa Luwumbu tuna changamoto ya kituo cha afya. Kwa hiyo tuna zaanati tu ambayo haiwezi kuchukua vipimo mbalimbali mbali, ambayo kwa hiyo wanawake huku tunapata changamoto hiyo, unakuta tunakosa sehemu ya, ya, ya vipimo mpaka tusafiri kwenda Makete, ambapo tungekuwa na kituo cha afya ambacho kingetusaidia kukawa na maabara ya kutusaidia tukaweza kupata vipimo mbalimbali. Naitwa Teneke Agustina Kiando. Najisikia vizuri hasa, namfurahia rais wetu Samia Suluhu Hassan kwa maana ndio anayetubeba sisi wanawake, ambaye anatuongoza hivi, anatupa, anatuhamasisha na sisi kuona kama wanawake tunaweza, kwa maana ya kuongoza kufanya shughuli mbalimbali, hasa za maendeleo. tunapoadhimisha siku hii, ungetamani serikali wafanyie nini wanawake wa Luwumbu? Luwumbu, wa Luwumbu wanawake wa Luwumbu hasa huku tuna miundombinu ambayo haipo, kwa mfano upande wa kilimo upande wa kilimo, huku tunalima mazao mengi. Tumejaliwa hapa Luwumbu kata hii kuwa na rutuba na mazao yote yanakubali, lakini tatizo ambalo tunalo, kwa mfano upande wa pembejeo, upande wa pembejeo hadi ufate Makete, ambapo usafiri huku haupo, inakuwa ni changamoto kwetu. Kwa hiyo hata kama tunajitahidi bado tunaingiliwa kwa upande wa kufuatilia zile, nani, pembejeo tukafate Makete au wakati mwingine zinafikia Bulongwa ukafate Bulongwa, ambapo inabidi utafute vyombo vya usafiri vije visafirishe. Wakati mwingine una hela ambayo inatosha, kwa mfano ni mbolea, lakini huna hela ya usafiri, inashindikana kusafiri. Lakini laiti tunge angekuwa anatusogezea, kwa mfano hii ni kata, tusogezee mazingira ya jirani wale mawakala wa pembejeo, ingekuwa ni rahisi kutulazishia sisi kwa upande wa bajeti za kilimo, kwa sababu sisi huku tumeshikilia sana kwenye kilimo. Upande wa biashara ni mara chache sana, japo tunafanya biashara na soko lenyewe lipo mbali, usafiri haupo. Hadi tukafika sehemu ambapo tunafanyia biashara ni sehemu mbali, ambapo tunachukua usafiri wa gharama, maana magari hayapo. Wakati mwingine hata sisi usafirishaji wa zile mali inakuwa ni ngumu, kwa sababu zinaharibikia njiani, kulingana na usafiri unakuwa mgumu. Anaitwa Happy Alex Mahenge, ni afisa mtendaji wa kijiji cha Lugao kata ya Luwumbu tarafa ya Bulongwa. Hebu tuambie fursa gani zinapatikana katika kata hii ya Luwumbu? Asante, hapa kuna kilimo, kuna hasa sasa kikubwa ni kilimo. Tukisema biashara na ufugaji sio sana, hasa ni kilimo, kilimo cha kila kitu. Kuna viazi, kuna mahindi, kuna pareto, kuna hadi maparachichi, kuna ngano. Ndio. Hali ya soko ikoje hasa? Soko liko vizuri hasa la ngano kwa mfano hii ngano ya Mama Samia tunamshukuru sana Mama Samia, hii ngano ya Mama Samia. Samia inavoletwa huku watu wanavolima afu anatutafutia mteja anakuja ananunua. Hii ni fursa kubwa sana. Ananunua kwa kilo shilingi elfu moja. Tofauti na kipindi cha nyuma ilikuwa shilingi, debe moja ilikuwa shilingi elfu kumi na mbili hadi elfu kumi na tano. Lakini sasa hizo kinunua kwa kilo shilingi elfu moja, angalau debe inaenda kwenye elfu ishirini na mbili, elfu ishirini na tatu. Kwa hiyo fursa ni kubwa hasa ya kilimo cha ngano kwamba ikiwa hiyo miundombinu itaboreshwa, unaiona wapi Luwumbu baada ya labda miaka kumi mbele? Ah, tutakuwa mbali sana, yani mfano barabara ikiwa vizuri, kwa sababu watu wanalima, watu ni wanalima, tuache uongo. Watu wanalima viazi, wanalima ngano, wanalima maparachichi ndio usiseme. Kwa hiyo saizi tuna vitunguu saumu, kinalimwa kitunguu saumu, kuna simbole uganga kimetandikwa kitunguu saumu. Kwa hiyo kungekuwa na barabara nzuri, maanake kwa miaka mitano hata kumi mbele tungekuwa na nchi u... ingekuwa imebadilika kabisa. Hii miti mnayoiona yote zingekuwa nyumba za watu mm, na magesi na mahoteli angekuwepo hapa. Ukipata nafasi ya kuzungumza na wanawake leo kwenye jukwaa hapo, utaenda uambie nini? Asante. Leo kwa wanawake, kikubwa tuepuke unyanyasaji, toa taarifa kwa wakati unaponyanyasika, usikubali lakini pia fanya kazi kwa bidii, usiwe tegemezi kwa mwanamke, kwa mwanamume. Unamtegemea mwanaume, fanya kazi, umepewa nguvu, fanya kazi, usiwe tegemezi. Unaponyanyasika toa taarifa, usife kidukuduku, nafia ndani ya nyumba kwamba siu mume wangu usemi. Hapana, toa taarifa kwa wakati. Saizi ni ukweli na uwazi, kuna dawati la jinsia, watakushughulikia. Lakini pia mmeomba kuboreshwa kwa barabara. Hizi barabara zipo kwenye maombi, diwani wenu Felix Kiando, tumeshafanya maombi haya, kuna hela zimetolewa, barabara itakuja kutengenezwa, na maombi mengine ya kwenye barabara za vijiji kuunganisha na vijiji yapo alimashauri, anafanyiwa kazi, ili mpate haya yote mitano tena kwa Felix maana